Naam, bwana Yesu asifiwe sana. Tukiwa katika kongamano kubwa sana la idara ya CA's katika mkoa wa Njombe, katika chuo cha kiumba hapa Makambako, tunakutana na vijana, tunaweza kusikia machache mawili matatu kutoka kwao kuhusu kongamano ambayo linaendelea mahali hapa, lakini na maswali machache ambayo tutakuwa uri tunauliza. Ambatana pamoja nasi uweze kusikia kile ambacho tunaweza kukipata kutoka kwao. Dada, bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Unaitwa nani? Tumpale. Ndio. Wa Wao, umetokea jimbo gani? jimbo la Njombe Kati. Kati. Nina swali nataka nikuulize. Uko huko tale, naijua idara ya CS. Kirefu cha CS ni nini? Christian Ambassadors. Ndio. Wao. Una uhakika? uhakika kabisa? Wao, Mungu akubariki sana asante kwa ushirikiano wako mkubwa sana namna tangu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Habari ya uzima? mimi mzima kabisa. Ah, umelionaje kongamano? Ah mimi niliona vizuri sana na nina swali moja nataka nikuulize, uko tayari? Niko tayari. Kabisa? Eh. Andiko kuu la la la, la, idara ya CA's linatoka kitabu gani? yeah. Amina, basi amatana mimi, Watumishi wa Bwana, Bwana Yesu asifiwe sana Habari za usima? Salaam. Salaam. Salaam. Ah, mnaendeleaje? Vizuri. Unalionaje kongamano? Safi kabisa, liko vizuri. Ninalo swali kidogo kujua ya kongamano iliko tayari? Oa ili kongamano la idara e, CA's unajua kirefu cha CA's ah, e. Ah, basi asante. Mesahau basi asante, ngo nipate mwingine. Na matumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa majina yanaitwa nani? Fausta Mtweve. Ah, nina swali kidogo huko sale. Andiko kula idara ya CA's linatoka kitabu gani? Sijui. Unajui? Sijui kwa sababu mwenyewe nimekuja karibu, nilikuwa Romani. Ah, Romani. Lakini idara ya CA's unaijua? Bado bado. Bwana asifiwe. Amina. Naona umeenjoy kwa kweli na umefurahia kongamano hili la idara ya vijana. Ah, kwa kweli nimefurahia sana kongamano la awamu hii imekuwa ni zuri zuri mno. Naam. Na, na kikubwa zaidi mm, kwa kweli nguvu za Mungu zimekuwepo kwa namna ya ajabu sana na tumemwona Mungu akitudumia kupitia watumishi wake ambao walikuwa ni wahudumu katika kongamano hili. Samahani kwa kuharibia ama mazungumzo mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Habari ya uzima kwa niaba, nanza na mmoja mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana, unaweza katongezea sauti kidogo. A, kwa majina yako unaitwa nani? Naitwa George Frederick. George Frederick. Ndio. Wow, nina no swali dogo tu, upo tayari kunisaidia kupata majibu kabisa, ndio. Idara ya CS unaijua? Ndio, ninaifahamu kabisa, ndio. Hivi kirefu cha CS ni nini? Class ni kwa Kiswahili au kwa Kiingereza? Unavyoweza kwa Kiswahili ama kwa, kwa Kiingereza ni Class ya ambassador, Class ambassadors. Ndio. wow, asante sana kwa ushirikiano wako. Naam, mtumishi wa Mungu. Amina, amina. unaitwa nani? Liziki Kinyonyo. Wao Liziki. Wow, unalionaje kongamano? ah, liko vizuri vizuri Kabisa. kabisa. Nalo swali, ndugu yangu, upo tayari kuuliza? Ndio. Kabisa. Hivi andiko kuu la idara ya CA's tunatoka kitabu gani? Nalijua tu andiko lakini, yeah. Kifahamu. Hapo sawa kabisa, tupe basira andiko tu hata kwa maneno yake. Nasema ah, sisi tu wajumbe wa Kristo wa basi tu wajumbe kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Kristo. Wow, Mungu akubariki sana asante sana waku ah, brother. <laughs> Wow, naona una tabasamu la kutosha. Amina, amina. Haleluya. Amina. Kwa majina unaitwa nani? Hebu angalia kamera kidogo, unaitwa nani? Mike Evaristo Mwigu. ndiyo ndiyo Eh, unalionaje kongamano? Liko vizuri na ninamuona Bwana akinihudumia maradufu mm. Na maradufu zaidi. Hivi andiko kula ilala yes, CA's linatoka kitabu gani? Wakorinto wa pili. Amina. ishirini <laughs> uhakika? Amina. hujakosea? sijapitia muda mrefu. <laughs> lakini lakini, una mashaka mashaka nalo, lakini tano ishirini. Yes. yes. yes. unaweza kusema linasemaje, lakini sio lazima ulitaje, linasema mm. Basi tu wajumbe wa Kristo, tuwaomba ninyi mpatanishwe <Syukrie> <nimeizia ambu. Syukrie> <Syukrie> Eh, safi sana, asante ndugu yangu kwa ushirikiano wako. Mungu akubariki sana, asante, tunaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. habari amina. Amina. ya uzima. kwa majina unaitwa nani? kwa majina unaitwa Daniel. Danieli? Mtasiwa Danieli Mtasiwa. Ndio, ninalo swali ndugu yangu dogo tu. Upo tayari nikuuliza? Niko tayari kabisa kabisa Hivi kirefu cha idara ya siezi ni nini? kirefu cha neno siezi, kirefu cha neno siezi ni Christ Ambassadors. Ambassadors, ndio. Hakika hakika. Sijakosea? Sijakosea. Na andiko kula idara ya siezi linatoka kitabu gani? linatoka kwenye kitabu cha Wakorinto, Wakorinto wa pili, mm, sura ya tano mstari wa 20, kama sijakosea. Ndio nalo linasema kwamba mm. Basi tu wajumbe hmm, kwa ajili ya Kristo hmm, kana kwamba Mungu anasi kwa vinywa vyetu hmm, tuwaomba ninyi hmm, kwa ajili ya Kristo hmm, mpatanisho na Mungu. Wow, asante sana Mungu akubariki sana.